Mungu, nakuomba kwa ajili ya askari wetu wote wa jeshi la polisi, wa jeshi la uhamiaji, wa jeshi la magereza, wa jeshi la wananchi, wa usalama wa taifa, majeshi yetu yote, kwa ajili ya siku ya tarehe 29 na siku zilizoko mbele yetu. Nawaombea walioko kwenye CCM. Ninawaombea walioko serikalini Ninawaombea mtu wa aina yoyote anayeuza mboga mboga, mwenye duka, mwenye biashara, mwenye kiwanda, mkulima, mfugaji, ninawaombea. Ninaomba kwa jina lako Yesu, naomba kwa jina lako Mungu, naomba sana ya kwamba kila mmoja kuanzia tarehe ishirini na tisa na siku yoyote iliyoko mbele yetu, naomba Mungu achukue hatua anayojua kabisa ni sahihi anayojua kabisa ni ya haki. Anayoi... Mungu unawasikia, una watu wakiomba sawasawa na mapenzi yako, hauwasikii wenye dhambi. maombi haya yakiwa ni maombi yenye hila, yakiwa sio sahihi, naamini hautayasikia, naamini hautafanya chochote juu ya hauta, hauta chocho maombi haya, lakini kwa kuwa ni maombi ambayo yanamfaa mtu wa aina yoyote na mtu wa aina yoyote atajua hili ni neno la Mungu. Hivi ndio Mungu alivyo, hivi ndivyo vitabu vya Mungu vinavyotaka mambo yawe. Mungu, naamini maombi haya yatapata kibali kwenye moyo wake. Kwa yoyote, unaamini Mungu yuko, Mungu ana nguvu, Mungu ni wa huruma, Mungu wasikia watu wanapolia, wanapoomba. Naomba ungana nami kwa maombi haya, kwa wewe kuomba ama kushare kumpelekea mtu yoyote, ni maombi yanayomfaa mtu wa aina yoyote, hayatakuwa na madhara yoyote, kushea kwa mtu yoyote, hayatakuwa na hatari yoyote. Ni maombi ambayo kila mmoja tunamwombea kila mmoja eh, Mtanzania yeyote aliye popote tunamwombea kwa bari ya tarehe 29 tunaombea askari polisi tunaombea askari magereza, tunaombea eh, wanajeshi wetu, tunaombea watu wa usalama, watu wa usalama kwenye taifa letu, vyombo vyote vya ulinzi na usalama, tunaombea viongozi waliomo serikalini, tunaombea eh, watu waliomo CCM, watu walio na chama na wasio na chama, kila mtu aliyekaa popote mwenye maamuzi yoyote ambayo anafikiria kuyachukua kuanzia tarehe ishirini na tisa kwenda mbele, tunaenda kuomba kila mtu achukue maamuzi ambayo ni sahihi, maamuzi ambayo ni sahihi, yanayopita fedha, yanayopita cheo, ambayo katika hali yoyote atakuwa naona kabisa haya maamuzi inayochukua ndio maamuzi sahihi kwenye maisha yangu. Hebu sasa niombe na utanisaidia kupeleka kipande hata cha maombi tu, kipeleke kipande cha maombi haya kwa watu mbalimbali, watumie askari wote, watumie wanajeshi wote, watumie viongozi wa serikali walioko serikalini wote, watumie viongozi walioko walioko kwenye chama cha CCM, wasio na chama, walio na dini aina yoyote, watumie maombi haya, kwa sababu yatakuwa yakiongea na roho ya kila mtu. E Mungu wa rehema, e Mungu wa wote, e Mungu wa yote, sisi ni Watanzania. Mungu tunakuomba tunakuomba tunakuomba, hapa tulipofika, mwongoze kila mtu katikati yetu, mwongoze kila mtu achukue hatua ya haki inayostahili ambayo hataijutia maisha yake yote, ajue kabisa ya kwamba hii ndiyo hatua ambayo nilipaswa kuichukua kwa ajili yangu na vizazi vyangu. Mungu nakuomba kwa ajili ya askari wetu wote wa jeshi la polisi, wa jeshi la uhamiaji, wa jeshi la magereza, wa jeshi la wananchi, wa usalama wa taifa, majeshi yetu yote, kwa ajili ya siku ya tarehe 29 na siku zilizoko mbele yetu. Nawaombea walioko kwenye CCM, ninawaombea walioko serikalini ninawaombea mtu wa aina yoyote anayeuza mboga mboga, mwenye duka, mwenye biashara, mwenye kiwanda, mkulima, mfugaji, ninawaombea. Ninaomba kwa jina lako Yesu, naomba kwa jina lako Mungu, naomba sana ya kwamba kila mmoja kuanzia tarehe ishirini na tisa na siku yoyote iliyoko mbele yetu, naomba Mungu achukue hatua anayojua kabisa ni sahihi anayojua kabisa ni ya haki, anayojua kabisa ndiyo inayostahili, anayojua kabisa kwamba ndiyo pekee iliyokuwa imesalia, anayojua kabisa itakuwa sababu ya kuondoa uchungu, kuondoa dhirio, kuondoa maumivu, kuondoa uchungu ambao Mungu umeendelea sana kwenye nchi yetu. Na inawezekana kabisa baada ya tarehe 29 tukaingia kwenye ukurasa mwingine mbaya wenye uchungu, wenye virio, wenye maumivu na nchi yetu ikageuka isiwe Tanzania tena ikawa Tanzania. Mpaka hapa tulipo, nchi yetu kwa kipande kikubwa, kwa wengi wetu, siyo Tanzania, ni Tanzania, yaani Tanzania lia. Mlioko Tanzania lieni, zoeni na mjue hayo ndiyo maisha pekee mutakayokuwa mnaishi, na baadhi watakuwa wanasema hiyo ndiyo amani. Tulilinde e Mungu, ninaomba iweko amani ya kweli ambayo kila mmoja na nafsi yake ya moyo atasema hii ndiyo amani. Nawaombea askari wetu, nawaombea askari wetu, katika hali yoyote wakatende jambo ambalo wanajua ni la haki. Kila mtu kwa nafsi yake ya ndani, kila mtu kwa moyo wake wa ndani akajue kabisa ya kwamba hili nalofanya ni la haki. E Mungu, thamani ya binadamu iingie ndani ya kila mtu, iingie ndani ya kila mtu, ajue utu una thamani kuliko cheo, una thamani kuliko posho, una thamani kuliko kazi. Moyo wa Msa uwaingie watu wako wote, wanaosikiliza maombi haya uwaingie moyo wa Msa ambaye alisema ya kwamba akaacha vyote akasema, afadhali nipate mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa muda wa kitambo. E Mungu, taifa la Tanzania ni lako. Taifa la Tanzania una makusudi nalo taifa la Tanzania ni taifa teule, ni taifa kimbilio, ni taifa kivuli cha mataifa. Ulikusudia hivyo tangu asili. Umelibariki mito, umelibariki maziwa, umelibariki milima, umelibariki bahari, umelibariki mbuga za wanyama, umelibariki madini, umelibariki kila kipasacho uzima na utaua, vyakula vya kila aina, vyenye asili udongo wa kila aina. E Mungu wa rehema, unajua Tanzania inaweza ikailisha dunia yote, unajua Tanzania inaweza ikawa kivuli cha dunia yote, inaweza ikawa kimbilio, inaweza ikawa sababu ya watu wote kujifunza iwapasavyo watu kuishi. Kilio na maombolezo unaweza ukaviondoa kabisa Tanzania, na ukawa ukawa mwanzo wa mateso na uchungu kuondoka katika nchi zingine. Roho Mtakatifu, Mungu uliye kweli na kuomba washike washike walioko CCM, walioko vyama vingine, walioko kwenye majeshi yote, jeshi la polisi, uhamiaji, jeshi la wananchi, e, u, u, u, u, watu wa faya, majeshi ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya magereza, watu wa tisi, watu wa usalama wa taifa, ma, majeshi yote yanayojulikana na yasiyojulikana, wakulima, wafanya biashara, wafanya kazi popote alipo, kila mmoja tarehe ishirini na tisa achukue hatua anayojua ni ya haki. Inawezekana akawa amepata posho, akawa amepata chochote, ameahidiwa chochote. Naomba Mungu, chochote alichoahidiwa kiwe cha haki. ikiwa sio cha haki, ikiwa sio cha haki, geuza moyo wa mwanaume huyu wa mwanamke huyu wa askari huyu, akatende lilo la haki kuanzia tarehe ishirini na tisa na kuendelea mbele, katika china lako Yesu, katika china lako Mungu, geuza mioyo, geuza mioyo, geuza mioyo ya watu wako. Kila mmoja afike mahala, aone biashara yake haina thamani kuliko vilio vya watu wengine. Aona hakuna sababu ya biashara yake kuwa salama wakati kuna watu wanalia mahali. Aona hakuna sababu kazi yake kuwa salama wakati kuna watu wanalia mahali ule moyo wa asili ambao watu waliposikia watu wakilia, walisimamisha kila kitu, walisimamisha biashara zao wote, walipiga kelele kusema huko wanakolia kimetokea nini, walitafuta suluhisho la pamoja, lilipopatikana ndipo wote walirudi kwenye kazi zao. Kapandikize moyo huo Mungu, kapandikize kwa wafanyabiashara wote, kapandikize kwa wakulima wote, kapandikize kwa askari wetu wote, kapandikize kwa watu walioko CCM waweze kujua katika hali yoyote ya kwamba wanatakiwa kufanya maamuzi ambayo nafsi yake itamwambia kabisa haya ni sahihi, kwa sababu Mungu maneno yako na haki umeiandika kwenye moyo wa kila mwanadamu. Mwanadamu hata akitenda makosa, akitenda mabaya, huwa anafahamu haya ni makosa, hata asipoambiwa. Katika jina lako Yesu, katika jina lako Mungu na kuomba sana Nakuomba sana kwa sababu Mungu, unajua kwa namna ambavyo tutajuta miaka mingi tukikosea kuamua, tukafanya ambalo halikupasa. Unajua Mungu tutakavyojuta, unajua Mungu ambavyo taifa letu litakuwa taifa la machozi, taifa la kilio. Unajua tulivyolia, unajua tulivyoumia, lakini unafahamu tukikosea kuamua hapa hata wanaosifia pengine kwa namna isiyo sahihi watakuja kufahamu kwamba walikosea sana, watakuja kufahamu kwamba hapa palikuwa ndio mahali pa kuchukua hatua ambayo hawakuichukua. Mimi naombea Mungu wachukue, achukue hatua yoyote, achukue hatua iliyo sahihi, yeyote aweze kuona ya kwamba utu wa mtu una thamani kuliko cheo utu wa mtu maisha ya watu, watu wengine ni kama watoto wake walivyo, ni kama wazazi wake walivyo. Na ni Mungu, ninaomba ninaomba ninaomba ninaomba, nikiwa najua unaweza ukasikia, unaweza ukatuhurumia, unaweza ukaona lehe, ni sababu hiyo. Tarehe ni mwanzo wa kutoka kwenye vilio, kwenye maombolezo, kwenye uchungu. Mwongoze kila aliye kwenye nafasi yoyote achukue hatua inayomstahili ambayo hatajutia. Mungu wewe, wajua ya kwamba tukikosea kuamua hapa, eidha wengine tukachukua hatua za kujiponya, tusiamue ilivyotakiwa, au wengine tukachukulia kimzaa, tukajua haya tawu hayatuhusu haya, unaijua kesho yetu ambavyo, Mungu, itajaa giza, itajaa uchungu, itajaa maumivu ambavyo kila mtu aliye popote atafikiwa. Unaijua taabu utakayoipata kupitia mahospitali. Unaijua taabu utakayoipata kupitia mabarabara. Unaijua taabu na manyanyaso ambayo watu watayapata makazini. Unaijua taabu ambayo watu watayapata kwenye, kwenye biashara zao na kazi zao na kwamba wengi pengine watakapojaribu kujitetea watakuwa wakirushiwa maneno ya kejeli na maumivu ya kwamba mulifaa mulishindwa kuchukua hatua iliyotakiwa, na sasa ni wakati wa kuteswa. Mungu, kama umeona huu ni wakati wa dhiki kuu, ni wakati wa watu wako kuteswa kuliko wakati mwingine wowote, najua utaacha haya, utaruhusu haya yaendelee kwenye taifa letu. Lakini kama kilikuwa ni kipindi chenye mafunzo tu, kama kilikuwa ni kipindi cha ch mpito tu ambacho kuna jambo litaka tujifunze. Mungu tumejuta Mungu tumejuta Mungu, tumejuta. Tumelia vilio vyote, tumeomba maombi yote, tumefunga mifungo yote, tumesema maneno yote. Hata wako waliokosea kwenye kusema, kwenye kuamua, hata tuko tuliofungwa magerezani, tuko ambao watoto wetu wameuawa kwa sababu ya kutafsirika kwamba tumeongea vibaya. Mungu wa rehema, ninakuomba, nakuomba, nakuomba, nakuomba, nakuomba kweli namna ya kurudisha maisha ya watoto wetu na watu wetu waliouawa, waliopotezwa, walioumizwa kwa namna yoyote, inawezekana kabisa. Tusiwe na nguvu hiyo, usiruhusu hayo, lakini Mungu walau unaweza ukatupa nusu hata ya furaha, nusu hata ya matumaini, ninakuomba sana Mungu ninawaombea wote wote wote wote, anapata chochote amepewa chochote ameahidiwa chochote, moyo wake umwambie binadamu ana thamani kuliko chochote nitakachokipata, nilichokipata. Akafanye maamuzi sahihi, akachukue hatua sahihi tena, ikiwezekana iwe wazi tu kabisa, iwe wazi tu kabisa, e Mungu, kwamba tutaishi tusijute, tujuage kabisa tulichukua hatua sahihi, kwamba tunakufa tujuage tulichukua hatua sahihi. Lakini kubwa kuliko mwongoze, kila mwanamume, mwongoze kila mwanamke, mwongoze mfanyabiashara, mwongoze mkulima, mwongoze mchungaji, waongoze wahubiri, waongoze waumini, waongoze askari magereza, waongoze askari polisi, waongoze askari uhamiaji waongoze, wanajeshi wetu waongoze, waongoze, kila mmoja achukua hatua ambayo nafsi yake namwambia, hii ndio hatua wa sahihi yenye faraja, yenye faida kwa watu wote kuliko faida hii iliyopo sasa, kwa jina la Yesu, kwa jina lako Mungu, kwa jina lako Yehova, kwa jina lako Mungu, Mungu, kwa jina lako Yehova, kwa jina la Mungu naomba Mungu, maombi haya yapate kibali mbele ya watu wako watakapoyashikia. Unajua nilivyoomba kabla ya kuomba kwenye mtandao hivi, unajua nilivyoomba, unajua ninavyoomba, unajua nitakavyoomba, unajua navyoendelea kuomba. Unauchua moyo wangu, unauchua Mungu, unajua sina hila, unajua ninaamini ya kwamba tukifanya itupasavyo, kila mmoja atapata mara tatu mara tano ya kile anachopewa kama hongo, anachopewa kwa wizi, anachoiba tutapata hivyo. Mungu, nchi yetu ulitubariki, ni nchi ambayo kila mmoja anaweza akapata kuliko hata matarajio yake, lakini tu haki, haki, haki, haki, haki, haki. Naam, na hiyo haki naamini na na itaanzia hiyo haki itaanzia kwa kila mtu kuamua kwa haki, iwe maamuzi yake ya haki yatampelekea kuishi, amina, iwe maamuzi yake ya haki yatampelekea kuangamia, kufa, kuwawa, amina. Lakini kila mmoja asikie kuchukua hatua, asikie kuchukua hatua iliyo sahihi, iliyo sahihi, iliyo sahihi anayeiona tu kwenye moyo wake tena awe wazi kwa ujasiri kabisa aseme, mimi nachoona hatua iliyo sahihi ni hii. Ninajua ziko lugha za watu ambao wameharibika kabisa na kujiona ni mashetani, na kwamba wakiwa wanafahamu kabisa haki ni nini, ukweli ni nini, lakini wanalazimika kusema kwa namna yenye kejeli. Na hao najua, baada ya tarehe ishirini na tisa na siku zingine zilizoko mbele watatumia maneno mengi yenye kuudhi yenye kukejeli, na ya kwamba sasa watu watahalalishwa kuumizwa kuteswa ili waonekane ya kwamba hiyo ndio amani, wa waonekane ya kwamba hiyo ndio aina ya maisha. E Mungu nakuomba, e Mungu nakuomba, e Mungu nakuomba, na nasema ikiwa umeruhusu hii ni dhiki kuu, haizuiriki, umeruhusu tuingie kwenye kulia kwa wakati mrefu mpaka wewe utakapoona imetosha, tutapokea kwa sababu tulitoka kwako. Ungetufanya ng'ombe, ungetufanya nyumbu, tungeshaliwa na wanadamu au na wanyama wa polini, na hakuna ambaye angedaiwa. Kama umeruhusu tubaki hivyo kwenye taifa lako, mapenzi yako yatendeke. Lakini kubwa, ninamwombea kila mmoja, hatua atakayochukua ajue ilikuwa ndio hatua sahihi iliyopaswa kuchukuliwa. Achukua hatua inayopita masilahi ya chama chake, achukua hatua inayopita masilahi ya cheo ambacho anaki, a, a, a, amekipata atakipata. Achukua hatua ya haki inayopita posho yoyote kiwango chochote cha fedha. Awaone watu wanaolia, watu watakaolia wanathamani kuliko kitu ambacho angeweza kukipata. Mungu wa rehema, na kushukuru sante kwa ajili ya wote walioshiriki maombi haya. Sante kwa ajili ya wote watakaosambaza maombi haya, iliyowafikie watu wengi zaidi. Sante kwa ajili ya wote uliowagusa kwa maombi haya, ambao kwa namna moja na nyingine, sasa wanasikia kuchukua hatua iliyo sahihi. Sante Mungu wetu, na naamini wengi wao ambao wamewafuatilia maombi haya watafanya chochote kuanzia kwenye maombi haya na kusema amen, wataandika kusema amen, wataongeza na maombi mengine na dua zingine ambazo wanazo. Na ikumbukwe, Mungu wasiki, unawasikia watu wakiomba sawasawa na mapenzi yako, hauwasikii wenye dhambi. Maombi haya yakiwa ni maombi yenye hila, yakiwa sio sahihi, naamini hautayasikia, naamini hautafanya hauta chochote juu ya maombi haya lakini kwa kuwa ni maombi ambayo yanamfaa mtu wa aina yoyote, na mtu wa aina yoyote atajua hili ni neno la Mungu. Hivi ndio Mungu alivyo, hivi ndivyo vitabu vya Mungu vinavyotaka mambo yawe. Mungu, naamini maombi haya yatapata kibali kwenye moyo wake, ninaamini kwa neno lako na kwa jina lako. Asante kwa kuwa ni mwema, tunajiweka kwenye mikono yako. Wape nguvu watu wako, kila atakayesikia maombi haya ayasambaze kwa kila mtu naea anaamini na Mungu anaamini msaada wa Mungu anaamini huruma zako Mungu anaamini upendo wako. Naamini ni maombi yanayokubalika na namna zote ambayo hayawezi kumletea hatari mtu wa aina yoyote kwa kuyasambaza ama kwa kuyashiriki, naamini kwa sheria yoyote, kwa namna yoyote haya na hatari yoyote. Mungu naomba yape kibali, yavuvie uwezo wako ya uvuvie nguvu zako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu, na bariki, na wabariki watu, na wabariki watu, na bariki mioyo yao, na bariki famu zao, na bariki kwa jina lako, katika jina la Yesu. Na wabariki, na wabariki, na wabariki, na wabariki kwa damu ya Yesu, na wabariki kwa damu ya Yesu, na wabariki kwa damu ya Yesu, na wabariki kwa jina la Yesu nawabariki watu wako nawabariki kwa utukufu wa jina lako katika jina la Yesu. Mungu nakushukuru kwa, kwa ni mwema asante Yesu Kristo, asante Mungu wetu, asante Baba yetu, katika jina la Yesu. Kila mwenye upumzi popote uliposema amen, ama sivyo, andika andika kwenye comment na kwenye kokote ambako wataona wameshare maombi haya. Mungu akubariki sana. Mungu na afanye sawa na haki iliyoko ndani yako ene.